Waligani ndugu mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Langu jina ni Desdery Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na maeneo yote ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi. Kwa upande wa ziwa Victoria, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilometa 40 kwa saa, na kufuatia hali hii inaonekana katika ukanda huu wa ziwa Victoria, mamlaka ya hali ya watanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya upepo mkali unaofikia kilometa 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanaofikia mita mbili kwa baadhi ya maeneo hususani ya mikoa ya Kagera, Geita, Mara, Shinyanga, Simiu pamoja na mkoa wa Mwanza. Hivyo wananchi wanaotokea katika maeneo yote ya ukanda wa ziwa Viktoria wanatakiwa kuchukua hatua stahiki. Mifumo ya anga inaonyesha uwepo wa viashiria vya mvua katika maeneo mbalimbali hapa nchini, ambapo viashiria hivi vinaonekana kuimarika zaidi katika maeneo ya kati mwa nchi yetu kuelekea nyanda za juu kaskazini mashariki. Na kufuatia hali hii ya kuimarika kwa viashiria vya mvua, mamlaka ya hali ya Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa ya Dodoma, Singida, Arusha, Manyara pamoja na mkoa wa Kilimanjaro. Hivyo wananchi wanaotokea katika maeneo haya wanatakiwa kuchukua hatua stahiki. Na sasa tuangazie viwango vya joto hapa nchini, ambapo kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kwenye joto thelathini na tatu katika mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Tanga, mkoa wa Dar es Salaam pamoja na visiwa vya Unguja. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa hali ya maingu kiasi, mvua katika maeneo machache inatarajiwa katika mkoa wa Tanga, visiwa vya unguja na Pemba, mkoa wa Dar es Salaam, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa pwani kijumuisha na visiwa vya Mafia, mkoa wa Lindi pamoja na mkoa wa Mtwara. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia, ndugu mtazamaji, inatarajiwa kuona hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua inayoambatana na ngurumo katika maeneo machache. Na kwa hapo kesho, ni matarajio yetu kuwa hali ya mawingu, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua inatarajiwa katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi Mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Dodoma pamoja na mkoa wa Singida na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia, ndugu mtazamaji, yanatarajiwa kuwa na hali ya maingu kiasi, mvua inaambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada. Hadi wakati mwingine, ni kutakie usiku mwema.